Kwa faida ya yule ambaye kwa sasa anakutazama pengine na kukusikia uh, unaweza ukatufunua kidogo, kwa nini Betika amekuja Shinyanga kwa ajili ya mbio za baiskeli? Uh, kusupport na kutoa zawadi, lakini pia tupe mchanganuo ukoje? Sawa kabisa. Sasa kama tunavyofahamu, mbia za shi, za baisikeli Shinyanga, ni mbio kubwa ambazo zinatambulisha mkoa. Ukiongelea Shinyanga, unaongelea baisikeli. Sawa, kwa tumeona tuje kuwasupport hawa wengine ambao wanafanya mbio za baisikeli, na kubwa zaidi, tuna zawadi nono kwa washiriki ambao watashinda mbio hizi za baisikeli. Uzuri ni kwamba tumezingatia wanaume na wanawake, tutawapa zawadi senior, tutawapa zawadi junior, tutawapa zawadi wanawake. Kwa hiyo wanawake hatujawaacha nyuma, zawadi ni kubwa mno. Mimi ninaomba nisiwe mwelezaji zaidi, mtaona uwanjani jinsi Betika tulivyojipanga kwa ajili ya mbio hizi za baiskeli. Okay. Mbio za baiskeli ni mkoa mzima wa Shinyanga na sasa mko Kahama. Pengine watu wa Kahama ambao wanakusikiliza muda huu uh, na kukutazama pia na ukanda wote ukanda ya Ziwa ambao of course wanakusikiliza na kufuatilia. Una nini cha kuambia kujitokeza kwa wingi kwenye uwanja wa CCM Kambarage Shinyanga? Sawa kabisa, mi nawaambia watu wa Shinyanga, watu wa Kahama, yani popote ulipo, karibu na mkoa huu wa Shinyanga, njoo pale Kambarage. Uzuri Betika, Betika ni kwamba Betika tumejipanga. Betika tunatoa elfu hamsini kila siku na mbuzi wa sikukuu. Sasa ukirusha kindege chako kidogo tu kwenye avieta eh, kwa dogodogo la shilingi mia mbili kwa nini usiondoke na mbuzi wako wa sikukuu ama shilingi elfu hamsini kila siku? Mimi nachoambia rudini nyumbani, kumenoga. Betika ni chaguo la mabingwa. Karibuni sana, shukran sana, asante.